Ah, nashukuru sana especially kwa Global, you know, Global sio saa hizi nimeanza kuwasikia, tumekuwa tukifanya nao, na nimefurahia kwa nyinyi kuja kwa uzinduzi wa Baab Kubwa through Kandi Kandi na nimeshukuru kwa kila mtu leo, amekuja kwa muda mfupi, yani it was the last minute, na kila mtu amejitokeza leo, tumefurahia. Tutegemee nini sasa kwenye ujio huu mpya, tukiangalia en ilikuwa ni ilikuwa nafanya kazi nchini Kenya, yeah. Tanzania sasa hivi ndio imetia miguu yake kwa ujumla, yani imekuja jumla sasa Tanzania pia Aa, kwa saa hizi ni I think sio mara yetu ya kwanza kuwa Tanzania. Tumekuwa tukifanya muziki Tanzania kama Candy and Candy Record, lakini saa hizi tume move to the next level. Saa hizi tumechukua uh, Baab Kubwa saa hizi iko under Candy and Candy, na pia tunatarajia kuwork na other companies na hata nyinyi grobo maybe you never know maybe mtakuja na kitu na maybe we can work together and that's why we are here yeah to create uh, a bigger environment you know for business environment in East Africa and ndio imetulete hapa Tanzania hii Baabkubwa magazine sasa hivi na, na hiyo mpya itakuwa inapatikana Tanzania, Kenya na Uganda kama sio say au itakuwa inapatikana vipi? Actually uh, Baabkubwa tuna issue, tutakuwa na issue ya Tanzania, tutakuwa na issue ya Kenya, tutakuwa na issue ya Uganda na pia Rwanda, tunafanya the whole of East Africa. Saa hizi inapatikana Kenya na Tanzania but from next month tutakuwa tukipata Rwanda na Uganda pia. Okay. Yeah. Okay. Nje ya, ya, ya, ya Babu Kubwa magazini project ambayo inatuhusu moja kumoja, kwa moja lakini tukiangalia kwa wakati kipindi kilichopita, kulikuwa kuna lebo ya wasanii ambayo ilikuwa kuna Baby Mada kuna sasa hivi wasanii vipi? ni na, na... I think tume move, you know, I think tume move kutoka hapo kwa mambo ya wasanii na nini. Ilikuwa kazi ngumu kwetu as you know, wasanii walikuwa kitambo kiasi saizi, kuna changamoto ya wasanii wapya, na tukaona maybe tunataka kuingia sehemu zingine ya mambo ya entertainment, na ndiyo tume agree kuchukua Baabkubwa na kufanya mambo zingine. Saa hizi hatufanyi mambo ya entertainment, mambo ya muziki tumeacha skandinkandi. Saa hizi tunafanya mambo ya entertainment, mambo ya shows, mambo ya nini, lakini saa hizi hatusign any artist, ni kula hasara kibiashara Sio ati tunasema ati tulikula hasara, lakini ningesema hivi wale artist, i think you know, you learn through experience. I think tulikosea kitu kimoja, kuchukua wasanii maybe wamekuwa muda ati kuchukua artist, the new artist wale wanajitokeza na nini na ili tu take a bit back kiasi, eskankani na tuka suggest maybe mambo ya muziki maybe atufahamu na wacha tufanye ile kazi tumezoea, which is entertainment, mambo ya magazine, mambo ya events na nini, na ndio hiyo tunafanya saa hizi. Okay, yeah okay, kwa sasa hivi kuna zaidi ya, ya magazine pia, sasa zaidi ya magazine, zaidi ya magazine na... uh, tunafanya vitu zingine saa hizi tuko na application moja actually tuko the only company the whole world saa hizi tumepatiwa copyright is called Nico Hub. Tumetoa ni kama Uber, tumetoa na Kenya saa hizi tuko na kama uh, around 10000 ware wame register hapo na Tanzania pia tunataka kuanza. Ni mambo ya kuoda food, kuoda movie, kuoda drinks, it's a new thing. Yani tutamuita tukianza kuitoa lakini, so far Tanzania tumeanza kidogo, so far we have like 500 people wameanza kuregister lakini tutamwarika